Katika kijiji cha Kalei, kilicho kando ya mlima Usangi mkoani Kilimanjaro, waliishi watu walioheshimu sana utamaduni na mila zao. Hili lilikuwa ni eneo ambalo wachawi waliheshimika kwa siri, waganga walitafutwa kwa usiku na wazee wa jadi waliheshimiwa kuliko hata viongozi wa kisiasa. Kijiji hicho kilikuwa na utulivu, lakini chini ya uso wake kulikuwa na misukosuko ya mapenzi, hila na tamaa isiyo na mwisho. Katika kijiji hicho aliwasili kijana mmoja aitwaye Ashura kutoka kusini mwa Tanzania, kijana mrembo mwenye kipaji cha kutengeneza vitenge kwa mikono. Alijulikana kwa uwezo wake wa kuchona kwa mikono vitambaa vilivyoonekana kama kazi ya uchawi. Alikuwa mpole, mwenye nidhamu, lakini pia mwenye siri kubwa moyoni. Alikuwa ametoroka maisha ya awali aliyohisi hayakuwa na maana, na sasa alitaka kuanza upya. Alitua Kalei kama mchoraji wa vitambaa na kazi yake ikampeleka hadi ikulu ya kijiji, mahali ambapo walishona mavazi ya kifalme kwa malkia na machifu. Ndipo alipokutana na Mwanahawa, malkia wa pili wa chifu wa Kalei. Mwanamke huyu alikuwa mzuri kwa sura na mzito kwa hekima, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na maumivu aliyoyaficha kwa miaka mingi. Aliolewa kwa lazima akiwa na umri mdogo, mumewe alikuwa na wake wengine watatu na ingawa alikuwa na hadhi kubwa kijijini hakuwahi kujua mapenzi ya kweli. Ashura alipoingia chumbani kwake kuleta vitambaa vya malkia, macho yao yaligongana kama mshale wa moto. Kulikuwa na kimya cha sekunde chache, lakini kwa ndani ilikuwa kama radi. Mwanahawa alimwangalia Ashura kama mtu aliyekuwa anamsubiri kwa miaka, na Ashura licha ya heshima aliyokuwa nayo, alijikuta akivutwa kama sumaku. Muda mfupi baadaye, mwanahawa alianza kumtuma ashura mara kwa mara na kumkaribisha chumbani mwake zaidi ya kawaida. Kila mara ashura alipokuwa karibu naye, moyo wa mwanahawa ulipata pumzi mpya. Walipoanza kuzungumza kwa karibu, waligundua kuwa walifanana katika mambo mengi. Walikuwa na ndoto zisizotimia, walikuwa wamekosa uhuru katika maisha yao, na walikuwa na kiu ya kupendwa kwa dhati. Usiku mmoja, mawingu yalikuwa meusi mvua ikinyesha kidogo. Mwanahawa alitumwa wajakazi wake wote nje na kumwita Ashura ndani ya nyumba yake. Walikaa kimya kwa dakika kadhaa wakiangalia mvua ikianguka. Kisha kwa sauti ya upole, Mwanahawa alisema, Ashura, maisha haya yameninyima kila kitu, lakini sasa nakuhisi wewe kama jibu la maombi yangu. Ashura hakujibu kwa maneno, aliinua mikono yake na kuishika ya Mwanahawa. Kimya kikafata na muda mfupi baadaye wakawa wameshaingia katika mahusiano ya siri ambayo yangeyumba misingi ya utawala wa kijiji cha Kalei. Siku zilivyokuwa zikisonga, uhusiano wao ulizidi kushika kasi, wakaanza kupanga kutoroka kwa moja. Mwanahawa alichoka na maisha ya kifalme yasiyo na mapenzi, ashura alihisi kuwa amepata kitu cha kweli maishani. Hatimaye usiku mmoja wa mwezi mpevu walitoroka, wakielekea mashariki kuelekea kijiji cha Mbangala kilicho ndani zaidi msituni. Walifika huko wakiwa wamechoka lakini huru. Kwa mara ya kwanza Mwanahawa alivaa nguo za kawaida, akakunywa maji ya kisimani na kulala chini ya paa la makuti bila walinzi. Lakini furaha yao haikudumu. Habari za kutoroka kwa Malkia zilisambaa haraka, wachunguzi wa kifalme waliagizwa kuwatafuta na muda si mrefu walipatikana. Mwanahawa alipelekwa nyuma kwa nguvu lakini Ashura hakupata huruma, alipigwa, kuteswa na mwishowe kuachwa msituni akiwa anakaribia kufa. Lakini hapo ndipo miujiza ilipoanza. Usiku uliofuata, alipokuwa hajitambui, kiumbe cha ajabu aliingia msituni. Alikuwa mzee mrefu mwenye miguu ya ndege, macho ya moto na mikono yenye alama za nyota. Alimwangalia Ashura na kusema, wewe si wa kawaida Umebeba moyo wa kupenda kupita kiasi, na dunia hii haina nafasi kwa watu kama wewe, lakini nitakupa zawadi. Mzee huyu alimpa mfuko mdogo uliojaa vumbi la uchawi na kusema, mfuko huu una uwezo wa kufufua wafu, lakini utumie kwa busara. Ukikosea utaijutia zawadi hii. Ashura alifumbua macho na kujikuta yuko hai, mwili wake ukawa unepona na nguvu mpya zilimjia. Alijifunika akachukua mfuko wa vumbi la uchawi na akaanza safari ya kurudi kijijini. Lakini safari hii hakurudi kwa aibu, alirudi na nguvu mpya. Alianza kuponya watu waliokuwa katika hatari ya kufa. Alipomwona mtu akivunjika nengo au kuumwa hadi kufa, alitumia vumbi hilo na kumfufua. Kijiji kiliposikia, watu walimiminika toka mikoa yote ya jirani kumwona Ashura. Alijulikana kama mtu wa roho Alijenga nyumba kubwa, akapata utajiri na hata machifu alimuita kumtibu malkia, wafalme na watoto wa wakubwa. Lakini kadri sifa zilivyokuwa zikiongezeka, moyo wa Ashura ulianza kubadilika. Alianza kuwa mwenye kiburi, aliwachagua wagonjwa kuwasaidia kwa pesa mingi. Alianza kulazimisha heshima na upendo. Alimsahau Mwanahawa aliyempigania kwa moyo wake wote. Mwanahawa aliyekuwa amefungwa jela kwa miezi aliachiwa, lakini alipopata nafasi ya kwenda kumwona Ashura alikataliwa mbele ya watu. Mwanamke aliyempenda kwa dhati sasa alionekana kama mwanamke dunii. Ashura alikuwa hajitambui kuwa nguvu aliyopewa ilikuwa ni ya muda na yenye masharti makali. Siku moja, alipojaribu kumfufua mtoto wa chifu ambaye alikuwa amekufa kwa sumu, vumbi lake la uchawi halikufanya kazi. Akajaribu tena tena na tena, lakini hakuna kilichotokea. Watu walimwangalia kwa mshangao, macho yao yakabadili kutoka heshima kuwa hofu, kutoka hofu kuwa hasira. Kumbe huyu ni tapeli tu, baadhi wakaanza kusema. Chifu alipogundua kuwa Ashura hakuwa na uwezo tena, alimkamata na kuagiza chomwe moto mbele ya umati. Mwanahawa alikuwemo miongoni mwa watu waliokuja kumshuhudia. Macho yao yaligongana kwa mara ya mwisho. Ashura alitaka kusema maneno ya mwisho lakini sauti haikutoka. Moto ulipowashwa sauti ya upepo ililia kama kilio cha malaika. Jivu lake likatawanyika mangani, na mfuko wa vumbi la uchawi likaanguka ardhini na kuyayuka kama barafu juani. Na hapo ndipo watu walipogundua kuwa mamlaka bila maadili ni sumu, upendo bila uaminifu ni hila, na tamaa ya kupata nguvu inaleta mwisho wa kusikitisha. Ashura alikufa, lakini hadithi yake ilibaki kama somo kwa vizazi vya Kalei na vijiji vyote vya karibu. Mwanahawa aliendelea kuishi kama mama wa jamii, akiwasaidia wasichana waliodhulumiwa, akiwahimiza wajiamini na kupenda bila kujiangamiza. Na jioni za kila mwisho wa mwezi, alipokuwa anatazama machwezi ya jua, alikuwa akisemea moyoni, mapenzi bila busara ni moto wa kuunguza moyo. Mwisho.